Kwingineko, onyo kali limetolewa dhidi ya wale wote wanaoendeleza kesha za mara kwa mara mitaani kutokana na kuongezeka kwa kesha hizo. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sofia Mwakio, ongezeko la kesha hizo limeathiri pakubwa kiwango cha elimu. Ni kauli iliyotolewa na kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa, wakati wa mkutano na maafisa kutoka nyanja tofauti ikiwemo machifu, maafisa wa kaunti pamoja na wale wa kushughulikia masuala ya watoto na kina mama. Kulingana na kamishna huyo, wanafunzi wengi wa shule za msingi wamejiingiza katika masuala ya kutembelea kesha hizo, hali iliyopelekea wengi wao kuacha shule. Wengi wanaoingia kwa hizi discos keshas ni watoto wa shule. Na statistics saa hizi inaonyesha kwamba there is a very high school dropout rate kwa, kwa shule haswa watoto wa primary, utawakuta wengi tu wanarandaranda mitaani so, tumekubaliana hizi discos keshas zifungwe mara moja. Hata hivyo, Marwa amenyoshea kidole cha lawama viongozi pamoja na wazazi kwa kutowajibika na kuzembea katika ulezi wa wanawao. Na wale wazazi wa watoto wako wapi? Where are they? Where are the parents also? Chiefs, where are they? Surround, round hawa watoto wote wawaambie, wazazi wako wapi? Mwite wazazi. Aidha, Marwa amesema kuwa visa vya ubakaji pia vimeongezeka, hivyo basi akawataka maafisa pamoja na mahakimu kuhakikisha kuwa waathiriwa wanapata haki kwa haraka. Wale wote watakaopatikana wamehusika washikwe kwa haraka, wawe processed kotini, ili victims wapate justice. Machifu wa maeneo tofauti wametakiwa kuhakikisha kuwa mabango yote ya kutangaza shughuli za uganga yanaondolewa. Mapema juma hili, kamishna huyo aliamuru maafisa wa kaunti kubomoa na kuondoa mabango yote yanayotangaza shughuli za uganga katika maeneo tofauti huku zoezi hilo likitimizwa hapo juzi. Nikiripotia Pwani TV, mimi ni Sofia Mwakio.